Mahakama ya Rufaa imebatilisha adhabu ya kunyongwa hadi kufa aliyokuwa amehukumiwa Shabani Juma, aliyekutwa na hatia ya mauaji ya watu wawili, kufuatia dosari za kisheria zilizojitokeza wakati wa usikilizwaji wa kesi ya msingi. Shabani alishtakiwa na kutiwa hatiani kwa makosa mawili ya mauaji ya Milembe Zengo na Kwangu Zengo, Mei 11 mwaka 2008, katika kijiji cha Idukilo, wilaya ya Kishapu na mkoa wa Shinyanga. Jopo la majaji watatu wa Mahakama hiyo ya juu nchini ambao ni Rehema Mkuye, Dk Paul Kihwelo na Dk Ubena Agatho, walioketi Tabora, walitoa hukumu hiyo iliyomwachia huru Shabani Juni 26 mwaka 2025, na nakala yake kuwekwa kwenye mtandao wa Mahakama. Jaji Mkuye amesema baada ya kupitia mwenendo na kupitia hoja za pande zote mbili, wamejiridhisha kuwa wazee wa baraza na Jaji aliyesikiliza kesi ya msingi, waliwauliza maswali mashahidi wa upande wa mashtaka, wakati hawaruhusiwi kuwahoji mashahidi, lakini wanaruhusiwa kuuliza maswali kwa ufafanuzi. Amesema haikuwa sahihi wazee wa baraza na Jaji kuwahoji mashahidi na ulikuwa ukiukwaji wa taratibu ambao hauwezi kutibika kwani ulifikia ukiukwaji wa haki ya kusikilizwa kwa mrufani, hivyo kufanya shauri na hukumu kuwa batili. Shabani alipandishwa kizimbani na kusomewa mashtaka mawili ya mauaji kinyume na kifungu cha 196 na 197 cha Kanuni ya Adhabu. Mrufani huyo alikana kutenda makosa hayo ambapo upande wa mashtaka ulikuwa na mashahidi wawili. Baada ya kutolivishwa na uamuzi wa mahakama kuu, Shabani alikata rufani mahakama ya rufaa akiwa na sababu mbili ambazo ni mahakama ilikosea kuruhusu wazee wa baraza na yeye mwenyewe kuwahoji mashahidi kwa kukiuka kanuni zilizowekwa za mashauri ya haki. Nyingine ni maelezo yake ya onyo yaliyopokelewa kimakosa kama kielelezo cha ja kwanza yalikubaliwa mahakamani katika ushahidi na jaji alikosea kisheria kutegemea ushahidi wa shahidi wa pili kumtia hatiani. Katika rufani hiyo, Shabani aliwakilishwa na wakili mmoja huku jamhuri ikiwakilishwa na wakili Enoshi Gabrieli. Wakili wake alieleza mahakama kuwa wazee wa baraza na jaji aliyesikiliza kesi hiyo walihoji mashahidi kimakosa, ambapo alielekeza mahakama ukurasa wa 58 hadi 63. Wakati shahidi wa kwanza akitoa ushahidi, jaji na wazee wa baraza walihoji mashahidi. Wakili huyo amesema kuwa suala hilo lilimtokea pia wakati shahidi wa pili kama inavyoonyeshwa kwenye ukurasa wa sitini na tatu wa rekodi ya rufaa ambayo ilikuwa ni kinyume na kifungu cha 290 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jina, jinai yaani CPA ambayo hairuhusu shahidi kuhojiwa na aidha mshauri au mahakama. Wakili huyo alihitimisha kwa kuiomba mahakama ione kuwa ukiukwaji huo ni mbaya na kufanya shauri na hukumu yake kuwa batili na kuomba mahakama hiyo isitishe isitumie kifungu cha 42 cha sheria ya mamlaka ya rufaa sura ya 141, yaani aja kubatilisha mwenendo na hukumu yake na kutoa amri ya ukusikilizwa upya kuanzia mashahidi. Kuhusu maelezo ya onyo ya mrufani, alieleza kuwa yalirekodiwa nje ya muda na shahidi wa kwanza ambaye alienda kuchukua kumchukua mrufani Kahama bila kutaja mda aliyokwenda huko na aliporudi naye kituo cha polisi Kishapo. Alidai kuwa taarifa iliyorekodiwa nje ya muda ilikiuka kifungu cha 5A cha CPA na kwa hivyo haifai kupokelewa kwa ushahidi na dawa ya ukiukwaji huo ni kufuta kwenye rekodi na kuwa iwapo yatafutwa hakuna ushahidi mwingine wa kuendeleza hukumu hiyo, na kuomba mahakama kuruhusu rufaa na kumwachia huru mrufani. Wakili wa jamhuri alikubaliana na hoja ya wakili mrufani kuwa ni makosa kwa wazee wa baraza, kuhusu maelezo ya onyo alipinga na kueleza kuwa maelezo hayo yalirekodiwa ndani ya muda. Amesema kuwa kuagiza kusikilizwa upya kutaruhusu upande wa mashtaka kujaza mapengo na kuomba mahakama ifute hatia dhidi ya mrufani na kumwachia huru. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa ajili ya taarifa nyingine zaidi.